Kazi ya ujenzi wa uwanja wa Arusha imefika hatua nzuri, mpaka leo tuko asilimia 45 na ushe. yani tuko zaidi ya asilimia 45. Mheshimiwa Rais anaendelea kutoa fedha, uwanja wetu utagharimu zaidi ya shilingi bilioni 286. Fedha ipo na wako wa China pale, kampuni ya CRJE wanafanya kazi nzuri na kazi inakwenda vizuri. Malengo yetu ni kwamba mpaka kufika mwezi April mwakani uwanja uwe umekamilika. Uwanja uwe umekamilika. Ukienda leo pale lile kalai lile liko tayari, wameshajenga tayari, yale wanasema ile concrete work um, wameshafanya wameshajenga, wanakamilisha maeneo machache. Mwezi wa saba huu wataanza kuweka sasa um, yale mapaa ya uwanja, uwanja utaanza kuonekana, na ndio mwendo tunakwenda hivyo, na Mheshimiwa Rais anahakikisha fedha zinawafikia kwa wakati ili uh, kazi isikwame na uwanja wetu uwe moja ya viwanja ambavyo vitatumika sasa wote mtakumbuka tulishamkabidhi mkandarasi uwanja wa Dodoma. Mkandarasi yupo katika hatua za mwisho za kukusanya vifaa ili vianze kazi, na kwa sababu tuna mkataba naye, nyinyi wala msiwe na wasiwasi. Akijiumauma sisi tunamkata hela. Ndio, ndio mkataba ulivyo. Lakini tuna mkandarasi mzuri, kampuni ya Limonta ya Italy. Kampuni ya Limonta ndio iliyofanya ukarabati wa uwanja wa Santiago Bernabeu. Ule uwanja wa Real Madrid. Kwa hiyo hatujafanya mbambamba mbamba kwenye eneo hili Tumechagua kampuni ambayo ina uzoefu mkubwa ije ifanye kazi hii. Ninachohakikishia ndugu zangu wa Tanzania, tutaisimamia ifanye kazi kulingana na mkataba. Wasipotekeleza mkataba inavyotakiwa, hatua za kisheria zipo. Mikataba yote ina taratibu zake za kisheria. Ukifuata sheria, uko salama. Umekiuka, unapigwa adhabu, na adhabu yenyewe kwenye mikataba hakuna kitu kikubwa ni, ni, ni kukata hela tu na sisi serikali kama waajiri wa, wa mkandarasi tukizingua tunakatwa, tunapigwa penalty, tunamlipa na yeye akizingua tunamkata hela. Kwa hiyo mkandarasi huyu muda wote ataanza kazi ya ujenzi wa uwanja wa Dodoma kwa sababu mambo yote yamekamilika, na uwanja wetu huu wa Dodoma na wenyewe, malengo yetu tuukimbize uwe backup stage kwa ajili uh, uh, uh, uh, atasema backup stadium kwa ajili ya Afcon, ili mwezi mwaka 2027 ikitokea ama Tanzania ama kwenye majirani zetu Kenya na Uganda ambao tunaandaa nao Afcon. Mmoja wapo amepata changamoto kwenye uwanja, sisi tunakuwa tuna uwanja wa Dodoma na unakuwa uko tayari kwa ajili ya uh, kutumika kwenye mashindano ya Afcon. Mashindano ya CHAN ndugu zangu yanaanza tarehe mbili mwezi, wa, nane, mpaka tarehe 28 ya mwezi wa, nane. Ninachowaomba wa Tanzania kwenye haya mashindano nimesema tumeunda kamati ya kitaifa ya usimamizi wa mashindano haya, kamati na kamati ndogo ndogo nyingi za usafirishaji miundombinu sijui vyakula malazi na mengine mengi. Ndugu zangu wa Tanzania, mashindano haya yanakuja na fursa, tutumie fursa hizi. Wenye, wenye kuandaa maeneo ya kulala wageni, tuyaandae vizuri. Wenye vyombo vya usafiri tuviandae vizuri, vitakuja kutumika. Wenye kupeleka watalii kutembelea hifadhi zetu, tujiandae vizuri. Kampuni za ndege, kampuni za usafirishaji wa magari, vyakula, uba sijui bolti nani wote tujiandae kukamata na kunufaika na fursa hizi nzuri. Mheshimiwa Rais anapofanya uwekezaji huu mkubwa na nataka niwaambie ndugu zangu wa Tanzania kuelekea Chani na Afcon peke yake. Gharama za maandalizi ya kufanikisha matukio haya ni zaidi ya shilingi trilioni moja. Matarajio ya Mheshimiwa Rais ni kwamba baada ya uwekezaji huu mkubwa wa Tanzania tutatumia fursa zote wakati wa mashindano na baada ya mashindano haya za kunufaika na michezo na burudani na ndugu zangu tusichukulie poa michezo na burudani ndio sekta inayoongoza kwa kasi ya ukuaji michezo na burudani kulingana na shirika la viwango uh, watu wa NBS uh, uh, shirika letu la takwimu michezo na burudani inaongoza kwa ukuaji wa asilimia 17 nukta moja tumezishinda sekta nyingi sitaki kuzitaja kwa sababu nikizitaja wanasema na wazingua na wadhalilisha, lakini tunafanya vizuri. Maana yake ni nini kwa Watanzania? Hizi ni sekta zenye fursa nyingi, tujitokeze, tukamate fursa hizi. Itakuwa haina maana serikali inawekeza fedha nyingi namna hii halafu sisi tunarudi nyuma, wageni kutoka nje wanakuja wanawekeza.